Karibu tena kwenye simulizi yetu hii. Kabla hatujaingia sehemu ya tatu, tujikumbushe kwa ufupi kilichotokea sehemu ya pili na wapi hasa tulishia. Usiku wa kutisha, Jamila anaona kwenye kio mkia wa chatu nyuma ya Juma, ishara kwamba mume wake si binadamu wa kawaida. Kisha Juma anatoweka kama kivuli, kisha anarudi asubuhi kana kwamba hakuna kilichotokea. Jamila akiwa na hofu na maswali, Juma anamwambia jiandae, usiku wa leo tutakwenda mahali, hii utaona. Ndipo Juma anampeleka Jamila kwa njia ya msitu mkubwa, kisha anamsurprise kwa zawadi kubwa. Anampa funguo na kumwambia ile nyumba ya kifahari ni yake. Jamila bado ana hofu, anaanza kufanya uchunguzi kwa ushauri wa Sakina hadi anafikia hatua ya kumwekea Juma dawa ya usingizi, na hapo ndipo anathibitisha ukweli kwamba mumewe Juma ana mkia wa chatu. Jamila anakimbia kwa uoga, walinzi hawakumkuta Juma na Juma anatoweka kabisa. Jamila anahama na kurudi kwa wazazi wake. Baadaye Jamila anagundua ni mjamzito, anaota ndoto za kutisha na hatimaye anakutana na Juma akiwa kwenye teksi ambaye anakiri wazi kuwa ni chatu anayebadilika na anamuomba amwache mtoto tumboni. Miezi inapita, Jamila anajifungua mtoto wa kike aliye kawaida na mzima. Juma hajatokea tena lakini anaacha msaada wa kifedha kimya kimya. Jamila anaendelea kulea mtoto na taratibu anaanza kupata amani, lakini siri ya Pugu bado haijaisha. Sasa tunaingia part 3, tunakuja kuona maisha ya Jamila na mtoto yanaendeleaje na kama kweli Juma ataendelea kukaa mbali au siri yake itarudi tena. Basi, mchana ule ulikuwa kimya sana. Upepo mwanana uliingia sebuleni kupitia dirisha lililo wazi na mapazia yakatikisika taratibu, kama mawimbi ya polepole. Jamila aliketi kwenye sofa akilikumbatia mto kifuani. Alitazama sakafu kwa muda mrefu akili yake ikiwa imetumbukia kwenye mawazo. Mtoto wake alikuwa amelala ndani ya chumba. Kwa miezi iliyopita, Jamila alikuwa anaishi kama mtu aliyebeba jiwe zito kifuani. Alijaribu kusahau kila kitu lakini akili yake ilikataa kuachilia. Kila usiku aliota ndoto za ajabu. Kila asubuhi aliamka akiwa amechoka. Hakuwa anaelewa tena chochote. Mama yake alijitahidi sana kumfurahisha. Alimwandalia vyakula anavyovipenda. Alisafisha chumba chake. Hata alikesha naye kila mara mtoto alipokuwa analia usiku. Lakini bado Jamila hakuweza kujisikia kawaida. Aliendelea kujiuliza maswali yasiyo na majibu. Juma alikuwa nani hasa? Kwa nini alimchagua yeye? Alikuwa anataka nini kwenye maisha yake? Mchana huo akiwa amekaa sebuleni, ghafla alihisi upepo wa baridi ukimpapasa shingoni. Ilikuwa ajabu kwa sababu hali ya hewa haikuwa ya joto na kiyoyozi kilikuwa kimewashwa. Pole pole nywele za mwilini zikamsimama. Akanyanyua kichwa kwa mshangao. Ndipo ikatokea, ukuta nyuma ya televisheni ulianza kuwa wa ukungu, kana kwamba moshi unacheza ndani yake. Kabla Jamila hajafahamu kinachoendelea, kivuli cha mtu kikatokea taratibu. Juma alitokea kupitia ukuta kana kwamba ukuta ule ni laini kama maji. hakutoa sauti yoyote, na mara tu alipoonekana, chumba kizima kikawa kimya kabisa. Alisimama pale tu, akimtazama Jamila kwa macho ya huzuni. Alikuwa amemwahidi miezi mingi iliyopita kwamba hangerudi tena alikuwa amesema atamwacha aishi maisha yake kwa amani, lakini baada ya muda wote huo e, bado alijitokeza. Uso wa Juma ulionekana umechoka, macho yake yalikuwa yanang'aa kama mtu aliyelia. Aliweka mkono kifuani na kunong'ona maneno ambayo ni yeye tu aliyesikia, laiti tungeliweza kuishi wote pamoja kama familia moja eh. Ilikuwa sauti ndogo iliyojaa maumivu na hamu. Haikuwa sauti ya mtu mwenye hasira, ilikuwa sauti ya mtu anayevunjika ndani. Lakini Jamila hakumsikia hata hakujua kama yupo pale. Ghafla alisimama kutoka kwenye sofa akanyosha mikono, kisha akaelekea jikoni. Akapita moja kwa moja mbele ya Juma, mwili wake ukapita ndani yake bila yeye kujua. Hakumwona, hakumhisi. Lakini Juma alihisi kila kitu. Jamila alipopita Juma akatabasamu. Haikuwa tabasamu la uovu. Ilikuwa tabasamu laini lenye hisia kama mtu anayefurahi kumwona yule anayemjali hata akiwa mbali. Akamtazama akiondoka, kisha polepole pole akafifia na kutoweka tena. Sebuleni pakarudi kawaida. Hewa ikawa ya kawaida. Hisia ya ajabu ikapotea. Jamila hakujua chochote kilichotokea. Maisha yakaendelea kwa wiki kisha miezi. Mtoto wake alikuwa haraka. Alikuwa mzima, mchangamfu na kila mara anacheka. Macho yake yalikuwa makali yakifuatilia kila kitu kinachotokea chumbani. Alikuwa anacheka hata akiwa anaangalia pembe tupu ambazo hakuna mtu aliyesimama. Mara nyingine Jamila alijiuliza kwa nini, lakini alijipa moyo kwamba huo ni utoto tu. Mwishowe siku ya birthday ya kwanza ya mtoto ikafika. Siku ilikuwa angavu, anga lilikuwa safi. Mama yake Jamila alipamba sebule kwa puto ndogo na riboni, wakapika. Majirani wa huko walikuja, watoto wakacheza nje. Ilikuwa sherehe rahisi lakini yenye furaha kwa waliokuja na wengi walikuwa wanaangalia huku na kule kwenye ile nyumba ya kifahari kwa sababu hawakuweza kuacha kustaajabu. Jamila alimchukua mtoto wake akambusu kipaji cha uso. Akahisi amani ndogo moyoni. Labda maisha yalikuwa yanaanza kuwa bora. Lakini amani ile haikudumu. Jioni baada ya kila mtu kuondoka, Jamila alikuwa anasafisha meza aliposikia hodi mlangoni. Alidhani ni jirani amekuja tena kumsalimia mtoto. Akafungua mlango. Mwanaume mgeni alisimama nje. Alionekana kama mfanyakazi wa uwasilishaji. Alivaa jaketi la kahawia na alikuwa ameshika kifurushi kidogo kizuri, kimefungwa kwa karatasi ya dhahabu. Hiki ni cha madamu, jamila alisema. Jamila akakunja uso. Nani ametuma? Yule mwanaume akatabasamu kwa adabu. Nimeambiwa nikikabidhi tu. Tafadhali saini hapa. Jamila akasaini akachukua kifurushi kisha akamtazama yule mwanaume akiondoka. Kifua chake kikakaza lakini akapuuza hisia ile. Aliketi kwenye kochi na kuanza kukifungua taratibu. Ndani kulikuwa na nguo nzuri za mtoto za gharama, viatu vidogo vya ngozi laini, koti dogo, soksi zinazong'aa. Kila kitu kilionekana kipya kabisa, kila kitu kilionekana cha bei kubwa. Moyo wa Jamila ukaanza kupiga kwa kasi. Huyu ni nani? Nani ametuma hivi? alinong'ona, akaangalia ndani ya boksi tena. Kulikuwa na ujumbe Mikono yake ikaanza kutetemeka alipoukunja na kuufungua. Nipo hapa kila wakati na kutazama. Nitakupenda mpaka mwisho. Jamila akaganda. Pumzi ikamkatika. Akili yake ikarukia jina moja tu. Juma. Ilikuwa kama maji ya baridi yamemwagika juu ya mwili wake. Aliuangusha ule ujumbe mezani na kuruka kwa hofu akitazama huku na kule. Juma alipiga kelele, tafadhali usifanye hivi, tafadhali. Sauti yake ikagonga kuta za nyumba. Kama hutaki mimi kukaa kwenye hii nyumba, niambie. Tafadhali acha kunitisha, tuache sisi wenyewe, tafadhali i hatutoki dunia moja e. Sauti yake ikakatika kwenye kilio, miguu ikamlegea akashika kifua chake na kulia kwa nguvu zaidi. Mama yake alisikia makelele yake na kukimbia kuingia sebuleni. Jamila, kuna nini? Kwa nini unapiga kelele? Jamila akaonyesha kifurushi kwa kidole akitetemeka. Yeye ametuma, ee, ye ametuma tena, najua ni yeye, ananitazama haniachi. Mama yake akaangalia kifurushi, kisha akaangalia mikono ya Jamila iliyokuwa inatetemeka. Hakuelewa kinachoendelea, lakini aliona wazi kuwa binti yake ana hofu kali. Akamsogelea haraka na kumkumbatia kwa nguvu. Tulia mwanangu, alinong'ona, uko salama, hakuna kitakacho kutokea. Jamila akalia ndani ya mikono ya mama yake. Mama yake akamshika akiwa amechanganyikiwa akiogopa na hajui aamini nini. Baadaye jioni ile anga lilipoanza kuwa giza na ndege wakirudi kwenye viota vyao, Juma akarudi msitu wa Pugu. Njia ilikuwa kimya, miti ilisimama mirefu na tulivu, na sauti ya wadudu tu ndio ilijaza hewa. Msitu ule ulionekana kama dunia nyingine kabisa, tofauti na ile Jamila anayoishi. Juma akaingia ndani zaidi ambako miti ilikuwa minene na mwanga haukugusa ardhi kirahisi. Alitembea polepole, kichwa kikiwa chini, macho yake yalikuwa mekundu, machozi yalikuwa yanamtiririka, na kila tone lilionekana zito kuliko lililotangulia. Alijifuta uso, lakini machozi yakakataa kuacha. Kila kitu ndani yake kilihisi kama kinavunjika. Mwanamke aliyempenda alikuwa anamwogopa, Mtoto aliyemjali huenda asije akamjua, na hata kama alikuwa amempa nyumba magari na kila faraja e, bado alimkimbia, bado alihisi hana usalama akiwa karibu naye. Juma akasimama pembeni ya mti mrefu na kugusa gome lake kwa mkono. Sauti yake ilikuwa ya chini aliponong'ona, he, laiti hilaiti ningekuwa binadamu. Mwili wake ukatetemeka alipolia zaidi. Baada ya muda akapiga magoti chini ya msitu, majani makavu yakashikamana na suruali yake, machozi yake yakadondoka kwenye udongo. Huzuni iliyo ndani yake ilikuwa nzito sana kubeba. Ghafla mwili wake ukaanza kubadilika, miguu ikajikunja, ngozi ikabadilika, mifupa ikasogea. Kwa sekunde chache akageuka chatu mkubwa. Ndiyo sura pekee ambayo roho yake ilirudi nayo kila alipovunjika au kuchoka. Kila alipozidiwa, alijivuta ndani zaidi ya msitu akipenya matawi yaliyoanguka, miamba na nyasi nene. Aliendelea kwenda hadi akafika sehemu ya siri sana ndani ya msitu wa Pugu, sehemu ambayo hakuna binadamu aliyewahi kuiona. Chatu wengine watatu walikuwa wamekusanyika pale. Walikuwa wakubwa sana, magamba yao yanang'aa yakirejesha mwanga wa mwisho wa jioni. Walipoinua vicho vyao taratibu na kumwona anakaribia, mara Juma alipowafikia, chatu wote wanne wakaanza kung'aa kwa mwanga wa upole, miili yao ikabadilika, magamba yakafifia na polepole pole wakageuka pamoja kuwa maumbo ya kibinadamu. Sasa katikati ya msitu walikuwa wamesimama watu wanne. Mzee mwenye nywele za mvi na macho ya hekima, mama mzee mwenye mikono laini yenye utulivu, binti kijana mwenye nywele ndefu nyeusi, na Juma akiwa kijana kuliko wengine, lakini huzuni imeandikwa usoni mwake. Wakamwangalia kimya kimya. Hata kabla mama mzee hajazungumza, tayari alijua kuna tatizo. Mwanangu, mama mzee akauliza kwa upole, kwa nini unalia? Juma akafungua mdomo lakini sauti isikatoke Kifua kikamkaza, akatazama chini miguuni, akipepesa macho haraka, machozi yakirudi tena. Binti kijana akasogea karibu. Tuambie, kimekutokea nini? Hatimaye Juma akanyanyua kichwa, midomo ikatetemeka aliposema, hu mimi, imimi, nataka kuwa binadamu. Wale watatu wakaangaliana kwa mshangao, lakini wakabaki kimya. Mzee akasogea taratibu uso wake ukiwa mzito. Ni kweli huo ndio utashi wako? Juma akatikisa kichwa kama mtoto anayeomba msaada. Ndiyo. Nataka kuishi kama binadamu. Nataka kukaa na mtoto wangu na mwanamke ninayempenda. Nataka maisha ya kawaida. Nataka maisha ya kweli. Sitaki tena kujificha nikiwaangalia kwa mbali. Macho ya mama mzee yakalainika. Unajua, sisi hatuishi kama binadamu. Tunatembea huru, tunabadilika maumbo, tunaonekana na kutoweka. Binadamu hawaishi hivyo. Najua, Juma akanong'ona, lakini sitaki tena kuonekana na kutoweka. Sitaki kuogopwa, sitaki asipige yowe anaponiona. Nataka kuwa binadamu kabisa wazee wakabadilishana macho kwa muda mrefu. Mwisho mzee akauliza, hili tu ndilo tatizo lako? Juma akatikisa kichwa tena. Ndiyo, nataka tu kuishi nao, nataka kuzeeka, nataka kumlea mtoto wangu, niko tayari kuacha kila kitu. Mzee akapapasa ndevu zake, sauti yake ilikuwa nzito lakini tulivu. Inawezekana. Macho ya Juma yakapanuka. lakini lazima uelewe, mzee akaendelea, ukishakuwa binadamu mara hii hutabadilika tena. Utasahau msitu huu, utaisahau maisha yako ya zamani, utaishi kama binadamu wengine mpaka siku yako ya mwisho. Juma akameza mate, hakupiga kope. Nakubali. Mzee akainua mkono mmoja. Kila ulichokuwa nacho kabla kitabaki kama kilivyo, nyumba zako, vitu vyako, baraka zako. Lakini baada ya kuwa binadamu, utalazimika kufanya kazi kama binadamu, utaishi kwa jasho, utapambana, utaishi maisha yao ya kawaida kikamilifu. Unakubali? Juma akavuta pumzi kwa kina na kutikisa kichwa. Nakubali. Binti kijana akamtazama kwa mshangao. Una uhakika? Maisha ya binadamu si rahisi. Sijali, Juma akajibu haraka, nataka tu kuwa nao. Mama mzee akagusa bega lake kwa upole. Basi jiandae, kuwa binadamu si jambo rahisi. Mzee akazungumza wazi, baada ya siku tatu nitakupa kitu, kitu cha zamani na chenye nguvu. Utakichukua na kwenda juu ya kilima cha Pugu Utafute sehemu maalumu huko. Ni pale tu ndipo mabadiliko yataanza. Juma akainamisha kichwa kwa heshima, nitafanya. Siku tatu zikapita taratibu. Ndani ya siku hizo, Juma alibaki msituni, hakuondoka, hakujaribu kumchunguza Jamila, alisubiri tu, kila dakika ilihisi kama saa. Siku ya tatu asubuhi, mzee akamuita wale wawili wengine wakasimama nyuma yake. Wakampa Juma kitu kidogo cha mviringo. Kilionekana kama tunda lililokauka, lakini kilikuwa na joto alipokishika. Utakapofika juu ya kile kilima kitafune, mzee alisema. Usikimeze kizima, kitafune taratibu taratibu. Mabadiliko yataanza mara moja. Juma akatikisa kichwa. Baada ya kukipokea hakupoteza muda. Akageuka chatu tena kwa sababu ilikuwa haraka na yenye nguvu kwa kupanda. Akapenya msituni kwa uthabiti. Akapanda miamba. Akapita njia nyembamba. Akasukuma vichaka vyenye miiba. Hatimaye akafika kwenye kile kilima na kupanda hadi juu. Upepo ulikuwa mkali huko juu. Ardhi ilihisi tofauti, tulivu na yenye nguvu. Juma akafungua mdomo na kuanza kukitafuna polepole. Ladha ilikuwa chungu, lakini mara tu alipoimeza sehemu ya mwisho, dunia nzima ikabadilika. Mwili wake ukaanza kung'aa, mifupa ikasogea, magamba yakapotea kabisa, pumzi ikawa nzito, na kwa chini ya dakika moja akageuka binadamu kamili, binadamu wa kweli. Hakuna magamba, hakuna nguvu Hakuna kubadilika maumbo. Alijihisi tofauti, dhaifu, lakini hai. Naweza kwenda, aliuliza kwa sauti ya chini, akiangalia kuelekea msitu, kana kwamba wazee wanasikia. Na mbali chini, kama majibu yamefika ndani ya roho yake, alihisi ruhusa. Juma akatabasamu kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, akashuka haraka, akakimbia msituni hadi akafika sehemu ya siri ambako alikuwa ameficha benzi yake Ilikuwa bado pale safi na inang'aa. Kwa mikono inayotetemeka akafungua mlango akaingia, kisha akawasha gari, injini ikanguruma. Juma akaondoka kwa kasi akiwa na matumaini na tayari kukutana na maisha mapya. Juma aliwasili kwenye ile duplex taratibu, kama mtu aliyebeba hofu na matumaini ndani ya kifua chake kwa pamoja. Geti likafunguliwa walinzi walipoitambua Benz. Akaingia kimya kimya. Ilikuwa jioni, anga likiwa na rangi laini za machungwa. Akapaki kwa upole, akashuka na kuvuta pumzi ndefu. Miguu yake ilitetemeka kidogo. Alikuwa ameota kuhusu muda huu kwa miezi, siku ambayo angerudi si kama kiumbe wa siri, bali kama mwanaume halisi. Alitembea hadi mlangoni, akainua mkono na kubonyeza kengele. Ting tong. Ting tong. Jamila akafungua mlango, mara macho yake yalipomwangukia, pumzi ikamkatika, moyo ukaruka, mdomo ukabaki wazi. uo e, alinong'ona. Juma akatabasamu kwa upole, ni mimi Jamila. Kabla hajamaliza neno jingine, Jamila akapiga yowe, akaupiga mlango kwa nguvu, akaufunga kwa funguo, kisha akakimbia ndani huku hofu ikimetameta machoni. Moyo wake uligonga kasi kiasi kwamba aliusikia masikioni. Hata kama Juma hakuwa amemsogelea, mwili wake wote ulitetemeka. Nje, Juma alisimama kimya. Hakupiga kelele. Hakukasirika. Aliweka mkono mlangoni na kuzungumza kwa upole, tafadhali usiogope, sijaja kukuumiza. Akapiga kengele tena na tena. E, karibu saa moja nzima alisubiri tu mlangoni. Jioni ikazidi kuwa giza, miguu ikaanza kuuma kwa kusimama, lakini hakutaka kuondoka. Alijua Jamila anahitaji muda, alijua ameshamsababishia hofu ya kutosha. Ndani ya nyumba, Jamila alimkumbatia mtoto wao kwa nguvu. Mtoto alilala kwa utulivu begani mwake, huku Jamila akisimama karibu na dirisha akimwangalia Juma kupitia pazia. Alionekana tofauti, mpole zaidi, mtulivu zaidi, wa kibinadamu zaidi kuliko wakati wowote . Hakuna macho yanayong'aa kwa ajabu, hakuna ile hali ya kutisha. Ni mwanaume tu anayesubiri. Hatimaye Jamila akajifuta machozi, akakusanya ujasiri na kutembea polepole pole kuelekea mlangoni, mikono ikitetemeka. Alipogeuza ufunguo akaufungua mlango nusu kwanza, kisha akaupanua taratibu, akatoka nje akimshika mtoto kifuani. Juma akainua macho, matumaini yakijaa. Jamila alisema kwa sauti ya upole, tafadhali ituache, Jamila alisema kwa sauti dhaifu. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi. uliniambia hutarudi tena, najua. Juma akasema kwa upole, lakini nimerudi kwa sababu kila kitu kimebadilika. Sasa naweza kubaki, siko vile nilivyokuwa. Jamila akakunja uso, unamaanisha nini? Si chatu tena? Juma alisema, nimerudi nilikotoka, nikachagua kuacha kila kitu. Sasa mimi ni binadamu kama wewe. Siwezi kubadilika tena. Siwezi kuonekana na kutoweka. Kuanzia leo nitalala hapa kila usiku. Nitaishi hapa kama wanaume wengine. Nataka tuishi kama familia. Jamila akamtazama kwa mshangao. Alikuwa amesikia mambo mengi ya ajabu maishani, lakini hili lilikuwa gumu kulimeza. Akasogea nyuma polepole pole, akimchunguza kuanzia kichwani hadi miguuni. Uso wake ulikuwa wa kawaida lakini tofauti. Rangi ya ngozi ilikuwa ya kawaida, macho yake yalionekana ya kibinadamu kabisa, ya upole, ya utulivu na yaliyojaa mapenzi. Unataka tuishi pamoja? Jamila akauliza kwa hofu na sintofahamu. Juma akatikisa kichwa akitabasamu kwa joto, ndiyo nataka kuwa na wewe na mtoto wetu. Nataka kuamka karibu nawe kila asubuhi. Nataka kumwona mtoto wetu akikua. Nataka kuishi kama mwanaume wa kawaida. Jamila akavuta pumzi polepole pole, akamtazama mtoto aliyekuwa amelala mikononi mwake, kisha akamwangalia Juma. Mapenzi na hofu vikapigana ndani ya moyo wake. Alitaka amani, alitaka usalama. Alitaka maisha yasiyo na vivuli na ndoto za ajabu. Sijui, lakini naogopa, Juma alinong'ona. Ni sawa kuogopa, Juma akajibu kwa upole. Lakini nitabaki na wewe. Nitakulinda. Nitakupenda. Hakuna kitakachokudhuru. Hakuna kitakachonichukua tena. Mtoto akajisogeza taratibu mikononi mwake. Juma akanyosha mkono. Naweza kumbeba? Jamila akasita kwa muda, kisha polepole pole akamweka mtoto mikononi mwa Juma. Mara Juma alipombeba, kitu kikabadilika. Alimshika kama kioo, akambusu kipaji cha uso kwa upole, na tone la chozi likamdondoka shavuni. Kwa mara ya kwanza maishani alijihisi binadamu kweli, dhaifu, mwenye hisia na mwenye mapenzi. Jamila akamtazama kimya kimya kitu ndani ya moyo wake kikayeyuka. Bado alimwogopa kidogo, lakini aliweza kuhisi kwamba anamaanisha kila neno. Baada ya muda, Jamila akamruhusu aingie ndani ya nyumba. Juma aliketi kwenye kochi akiwa amembeba mtoto akitabasamu kama baba mpya anayemwona mtoto wake kwa mara ya kwanza. Jamila akapanda juu kwenda kuwaita wazazi wake. Mama, e eh, baba e eh, alisema kwa sauti ya kutetemeka Juma yuko chini. Wote wakasimama wakiwa wameshtuka, baba yake akainuka haraka, mama yake akaweka mkono kifuani. Lakini tulikuuliza kwa nini ulipiga yowe mapema, ukasema hakuna kitu e eh, yupo kuja kukuumiza? Hapana, Jamila alisema, anasema sasa ni binadamu. Wakaangaliana kwa mshangao, lakini wakamfuata kushuka chini. Walipofika, Juma alisimama kwa heshima, aliwasalimia kwa adabu, akajibu maswali yao kwa ukweli: jinsi alivyobadilika, kwa nini alirudi, na jinsi anavyotaka kuishi na kulea familia yake. Baba yake akamwangalia. Jamila, mwanangu, i. Ukimkubali na sisi tunamkubali, kinachotakiwa ni amani yako. Mama yake akatikisa kichwa kwa upole. Kama kweli anakupenda basi mwache akae. Na taratibu maisha yakaanza kubadilika. Juma na Jamila walianza kuishi kama wenza wa kawaida. Walilala chini ya paa moja. Walipika pamoja. Walicheka pamoja. Walimwogesha mtoto wao pamoja. Juma alikuwa mpole kila wakati, anatabasamu na anashukuru kwa kila kitu kidogo. Hata kama aliambiwa atapambana kama binadamu, walikuwa tayari na riziki, kwa sababu mali alizokuwa amemwachia Jamila zamani ziliwapa mwanzo mpya. Wakafungua biashara, maduka na miradi ya nyumba, wakawekeza kwa akili na muda si mrefu, wakawa miongoni mwa familia zilizoishi vizuri sana jijini. Lakini safari hii furaha yao haikujengwa juu ya uchawi wala hofu ilikuwa imejengwa juu ya kuelewana, subira, kusameheana na mapenzi. Mara nyingine usiku sana, Juma alisimama dirishani akiwa amembeba mtoto akitazama nyota. Jamila alimsogelea kimya kimya na kuweka kichwa chake begani mwake. Asante kwa kurudi, Jamila alinong'ona. Juma akambusu kipaji cha uso na kujibu asante kwa kunipa nafasi ya kuishi. Mapenzi yao yakakuwa kama mti polepole pole, lakini imara. Mtoto wao akakuwa akiwa mzima, mrembo na mwenye akili. Alimpenda baba yake kiasi kwamba popote Juma alipokwenda naye alifuata. Watu wa jirani waliwatazama kwa mshangao. Wengine walisema Jamila ana bahati. Wengine walijiuliza Juma ametoka wapi na haiba yake yote. Lakini Jamila aliubeba ukweli moyoni. Hadithi nyingine si za kila mtu, nyingine ni za ulinzi, za amani na za roho. Miaka ikapita, Juma akawa binadamu kabisa, mwili, akili na moyo kama walivyosema wale wazee. Akasahau msitu wa Pugu, akasahau maisha yake ya zamani kabisa. Kila alichokumbuka ni mke wake, mtoto wake, familia yake na mapenzi yake. Mabinti, fungua macho. Pesa ni tamu lakini hekima ndiyo itakayokuokoa. Umefuatilia hii simulizi. Umejifunza nini ndani yake? Asante sana kwa kutazama. Tafadhali usisahau kusubscribe na kulike. Simulizi nyingine kali zinakuja.